Leo katika bara la Amerika Kaskazini huko nchini Mexico, historia inawekwa na mwanamke wa kwanza kuwa raisi. Ungana nami Adeline Emmanuel ninayekuletea makala hii. Mgombea wa chama tawala cha Morena nchini Mexico, Claudia Sheinbaum alichaguliwa kuwa rais wa kwanza mwanamke katika ushindi wa kishindo Juni mbili, 2024. Claudia Sheinbaum ni mwanasayansi na mwanasiasa wa mazingira ambaye alizaliwa mnamo 1962 Machi 24 huko Mexico City. Amejizoelea umaarufu mkubwa katika siasa za Mexico kupitia uongozi wake kama Mexico City. Sheinbaum ni mwanachama wa chama cha mapinduzi cha Mexico, yaani Morena, chama tawala cha nchini humo. Alipata umaarufu mkubwa kutokana na juhudi zake za kushughulikia masuala ya mazingira, usafiri na kupunguza umaskini katika mji mkuu wa Mexico. Kabla ya kuingia kwenye siasa, Sheinbaum alikuwa profesa wa fizikia ya mazingira katika chuo kikuu cha taifa cha Mexico. Ana shahada ya uzamini na uzamivu katika mada za mazingira na teknolojia ya hali ya hewa. Uzoefu wake katika uwanja huo umeathiri sera zake na mtazamo wake kuhusu maendeleo endelevu. Sheinbaum alishinda nafasi ya meya wa Mexico City mnamo 2018 akiwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo katika mji huo mkubwa. Anajulikana kwa kufanya kazi kwa bidii katika kutekeleza sera za kijamii, kuboresha miundombinu ya jiji na kupunguza uchafuzi wa mazingira. Kwa kifupi, Claudia Sheinbaum ni mwenye mwanasiasa simama wa mazingira na mtetezi wa maendeleo endelevu ambaye amechangia sana katika uongozi wa Mexico City na siasa za nchi hiyo kupitia chama tawala cha, cha Morena. Ushindi wake Sheinbaum alionekana mwenye bashasha, aliwashukuru wananchi wa, wa Mexico waume kwa wake waliojitokeza kumpigia kura. Katika hotuba yake ya ushindi, meya huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 61 ameapa kuwa kamu hata waangusha wananchi wa Mexico. Tume hiyo imeeleza kuwa takriban asilimia 60 ya wapiga kura ndio waliojitokeza kushiriki zoezi hilo la kidemokrasia. Makala hii imesomwa na kuandaliwa nami Adeline Emmanuel.